Lakini tukirudi kitandani labda, uhum. Kwanza kabisa starehe ya mwanamume huwa haizidi sekunde sita. mm. Piga sarakasi zako zote mm. Ruka unavyojua sekunde. Kuruka sita, yes. Kwa sababu starehe ya mwanamume mm. ni kufika mshindo mm. Hiyo ndo starehe yake hizi. mm-hmm. vurugu zote muda mwingine anafanya kwa ajili yako, muda mwingine aonekane kidume kwamba yeye haendi haraka mm-hmm. lakini starehe yake yeye ni pale anapofika mshindo na kisayansi. mm-hmm. tendo la kufika mshindo huwa ni chini ya sekunde sita. Kwa hiyo, hata mkienda show zile, za, za hapa mpaka kibanga <laughs> <masa mwe. laughs> zile show. Yaani yeye pale anafanya kwa ajili yako wewe ili uweze kupata starehe yako, lakini pia uweze kumwona yeye ni kidume anayeweza na angu, hii ningependa wanaume wenzangu Easter wasaliti inabidi niongee ukweli. Inabidi wanawake watupe heshima kubwa sana, starehe ya mwanamume ni kufika mshindo. Lakini wanaume leo wanatumia madawa wajicheleweshe kufika mshindo. Ay, kwa ajili yako <laughs> yaani anajibana starehe yake yeye, oh, kwa ajili yako anapaka vumbi wapi hapo. Ilibidi kwa kweli mwape wanaume respect kubwa sana, yaani wana sacrifice starehe yake yeye ichelewe. Tulia, Asi, <laughs> tunawa-compare sasa. tulia. <laughs> ili upate starehe wewe <laughs> pale ndani ukienda ukipanda ukishuka, mkienda mkirudi, kinachomata ule mshindo kaufikaje na pale ndani. Nikuambieni ule ukweli jamani, dada, lile pika pilau, viungo ni vile vile, nikupe na wewe, pika pilau, viungo ni vile vile, jiko hilo hilo, wote pikeni pilau, haitakuja na ladha moja. Kuna kau tofauti tu katakuwepo pale kwenye ile pilau. Umependa ndo hivyo hivyo, haujapenda ndo hivyo hivyo kwa nini inakuwaga hivyo? ni mkono meza naliweka mkono, kwa kwa hivi. hata huko ndani mm. huko kuna ladha tofauti, tofauti. My God. For real? kabisa kabisa, uliza mwanaume yoyote, kule ndani kuna ladha tofauti, lakini kila ladha moja inatosha na kuna nyingine yaani, unapenda zaidi ile ile ulionayo wewe. Inatosha, sio lazima ile ulionayo wewe, wala usihangaike na ya mwenzako mm-hmm. Ile ile yako inatosha, na akienda kwa mwenzako haina maana ile haikutosha. Ah ha, ameenda kwa upumbavu wake tu, yaani ujinga wake tu umemfanya aende, lakini ile ile ladha yako ulionayo, ile ile wewe peke yako inamtosha. Na ndio maana tunapozungumzia mapenzi, watu wengi wanapenda kuzukurudi kitandani, kita mimi kita, kita sipendi kuzungumzia sana maswala ya kitandani mm. kita kitandani, kwa maana mwanaume ni sehemu ndogo sana ingawa sisi ndio tunawa approach na tunaitaka ile ya kitandani, lakini sisi pale sehemu ya kitandani ni sehemu ndogo sana. Mwanamke una uwanja mwingine, una uwanja mwingine mpana sana wa kucheza. Dada yangu, nikuambia hivi, wanaume bahati mbaya huwa tuwaambii nyie ukweli. Wanaume wenzangu, naomba naomba mnisamehe na wasaliti, huwa hatuwaambieni ukweli mm -hmm. tunapoenda ukaikuta kuna ladha ya tofauti mm. Kila mtu atakwambia msweet. Lakini ukweli tunabakiaga nayo sisi wenyewe mioyoni kwamba huyu sio kama ile. Cha kibaya zaidi ni kwamba narudia kwenye theory yangu ya kwanza, hiyo ladha ulionayo dada yangu Lilian kukuitengeneza wewe uliipewa na Mwenyezi Mungu, thamani yake haitodumu kwa zaidi ya siku tisini na tatu. Jesus. Yani inakuwa ipo ni nzuri lakini ni ya kawaida. Mimi leo na iPhone X, mwingine anatamani kuipata hii, sio mm. mimi sahivi ishakuwa ni ya kawaida, yani sio kwamba ni kitu cha ajabu tena mm. and whatever you have, kuna mtu ndio dream yake ya maisha yake awe na lila awe na, na, na, na kile ulichonacho wewe, lakini wewe kipindi hicho unakiona ni cha kawaida kwa sababu tayari unacho mm. kwa hiyo hata hii ladha bado isikutie kiburi, kweli itunze lakini una kazi kubwa ya kufanya yale ya kuyafanya wewe ili yawe ni sehemu ya thamani yako kwa yule mwanamume, kwa sababu ladha zinatosha. Lakini nini cha ziada ambacho wewe unacho ambacho kitafanya yule mwanamume aendelee kukupa wewe thamani? kwa yu... kwa hiyo mechoka <tumukua> kila mwanamke ana testi yake na kila testi inatosha, lakini kuna testi nyingine nzuri zaidi ya mwingine. Yani wewe hapo, kuna sehemu unapika, unasema unasema, kweli Jamila hakuna kama Jamila <laughs> mm. labda niweke ni vibaya zaidi mm. turudie kwenye kesi ile ile mwanamke, kwamba huyu mwanaume wangu anacho mimi, anatembea na mwanamke kama huyu, zile sentensi alisema kuna siku nilimjibu mtu vibaya sana, siku moja. Sitamsema ni nani. Nilikuwa niko mimi na mke wangu mmoja, na yeye akajaribu kumkompea mke wangu huyu ambaye yeye ni rafiki yake na mke wangu mwingine, akasema: sasa, mtu kama una mke kama huyu unakuwaje na mke mwingine kama yule? Nikamwambia kuna tofauti kubwa kati ya uzuri na utamu. <laughs> Yaweza kuwa huyu ambaye unamuona kwamba mimi wangu anatembeaje na ki, ki, kiwanamke cha hivi ya chaweza kuwa kinakuzidi utamu, sababu utamu, utamu hauonekani kwa macho kwa hiyo mimi niseme tu hivi, mwanamke, usije ukamdharau mwanamke mwenzio na kumdhalilisha kwa sababu ya, eti kwa sababu ya ule mtazamo unaouona kwa nje au kwa ajili ya elimu yako <laughs> mwanamume <laughs> wakati mwingine anachokitaka hata hakijui. Sasa anapofika mahala, anaokota kitu, anasema au ndio hiki nilichokuwa nakitafuta. Ngoja niliweke vizuri, wanaume tuko hivi. Unajua, unapopoteza funguo kwa mfano, halafu unataka ufungue mlango unatafuta kitu chochote ambacho kitakusaidia kufungua ule mlango. mm -hmm. Unaingia chumbani, unapekua, yani hujui unatafuta nini, lakini unatafuta kitu ambacho kinaweza kufungua mlango. Hiyo situation unaielewa? mm -hmm. Yani, yani, unatafuta kama ni msumari mm hujui -hmm. yani, unachojua, maana nataka tukinisaidie mm -hmm. pale kwenye, utavuta draw, utaangalia angalia, utavuta kabati, na mtu aikuuliza unatafuta nini, huwezi kumpa jibu wanaume tumekaa hmm. Hivyo, na hiyo ni advantage kwenu nyinyi wanawake, laiti mngejua, wala msingepata tabu. Kwa sababu gani? wakati unatafuta funguo ilishakosekana, natafuta cha kunifaa kufungua mlango, chochote kilicho sharp kimechukua nafasi, alafu hey, hey. <laughs> so <tipu> kwa bahati mbaya kikaingia, kikafungua, kimechukua max kwa wakati mwanamume hajui anataka nini kwa mwanamke. Wewe mwanamke, ukimtengenezea kitu kikawa sharp, akinasa sharp. Hatoki yani, kwa sharp uweze, kwamba yes una nini, yani una nini cha ziada ambacho ye hajui anachotaka mm. Lakini kwako atakuta nini? Sasa anapokuta maji matupu, anaenda kutafuta na kwingine, kwa sababu hajapata ambacho kimemkamata. Sasa kwa sababu ye hakijui, nyie ni wanawake, mimi ndio mwanaume mm na mimi nakwambia ni hivi, mm. sisi wanaume mm. tunaweza kupenda wanawake hata mia tano na tukawapenda wote. Ah, nisikilize <laughs> kwa hiyo niweke vizuri kwamba kila mwanamke anatosha. Utamu ulionao peke yako unatosha. Mwanaume akienda mwanamu kwingine, ni ile kale kaukichaketu tu kakwenda na lazima tutakwenda wedha unapenda mama yangu, tutakwenda wedha haupendi, tutakwenda dokta. Sio lazima hapo. Sikuna wanaume wengine hawaenda, wana chochote, hawaendi mimi? Wote wanaenda. Ni kweli, mimi ni mwanaume, nimesema hivi. Mwishoni nitaeleza mm -hmm. namna gani ambacho kinaweza kusaidia mm -hmm asiende wapo wachache wasioenda. hapo hapo, kabla kabla hujasema nataka nimalizie. Dr. Mwaka aliongea, ameongea kitu kikubwa sana, sijui kama mtamwelewa. Kwanza amekili kitu ambacho ni fact kwamba wanaume wana wote wanaukichaa kwenye wana kwasabu, eneo hilo sii, tumeelewana, na ndio maana hata ubakaji utaisha duniani kwa sababu eneo hilo wanaukichaa. Mm. Kweli mm. na wako vizuri. Sasa hilo naacha yaani hapo nimepapenda, ni kweli bila chenga. Naomba niache kwanza. Sasa nasema hivi, narudi kwenye Bible. Bible kuna sehemu imeandikwa mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. kwa sababu gani? Narudi hapa. Amesema kitu kikubwa, japo hatujakiona, tutakiwa mbele kwa mbele kwamba ndani ya siku tisini langata, na ngapi ndio unavutiwa na yule mwanaume na uzuri wako una expire. Kwa hiyo mwanamke mwenye akili ndani ya siku tisini na tatu tunafuata ule wimbo umetrendi wa unasema, mwanamke tabia, mwanaume hisia Shepu majaliwa. Kwa hiyo katika zile siku tisini, usilewe na uzuri wako, usilewe na usomi wako. Tengeneza tabia itakayopelekea mwanaume akupende, na kama unashindwa, kama mama yake yuko hai, katokiwa likizo kae na mama yake, chukua tabia ya mama yake Chukua tabia besti yake, changanya na yako, jiongeze, itendee kazi, huku ukiwa unapenda ukitengeneza, tabia ambayo ni nzuri, unapenda mme, anaenjoy hiyo, itapelekea upendwe, utaacha legacy kwenye familia, hata kwa wanaume, kwa watoto, kwa mume na jamii inayozunguka. Alafu kitu kimoja, tuna focus kwenye pesa, PhD degree, tu focus kuacha legacy. Asante. Hmm. Kenyesh ni, na ni, kwanza <laughs> nimefreeze kidogo na kuona sana hmm. Lakini Dr. Mwaka, nimekuelewa kitu kimoja kwamba utengeneze kitu ambacho huyu mwanaume hata kama ataenda sehemu nyingine atakimisi kile kitu, pengine huenda akikose au akikipata kisifanane na kile alichokuwa nacho mwanzo. Nataka nitoe stori moja. Kuna mtu mmoja alikuwa na mahusiano na mtu mwingine, then yule mwanamke aliyekuwa naye nje ali play part kubwa sana kwenye maisha ya huyo jamaa, kwamba aliweza kuipenda familia yake kuijali familia Kani yake, yeah, huo mchepuko mchepuko familia ya mwanaume, ya mwanaume. Eh. Yani to that extent, mke hawezi all all, yani huyo mke mke, mke, mke alikuwa hawezi, unajua ile kudiriki hata kumkea mamamkwe kuijali familia ya mume wake, anapokea, anapokea kutoka kwa mchepuko na anakula. Sasa hapo ukitaka tufike huko, itakuwa ni mada nyingine ambayo itakuwa mm. ina mapana. Naomba tuanze, okay. tuje hapa okay. afu itakuwa mada okay. nyingine. kwa hiyo yule mwanaume kuna kitu alikikosa yani anaona kabisa mke wangu hiki hawezi kukifanya. Unajua hata ile basi kupretend. Mm. Na ndio kitu ambacho ukipretend leo kesho huwezi kukipretend. Huwezi kukirudia. Umenielewa? Hmm. Utafanya leo na kesho utaacha tu kwa sababu sio uhalisia wako. Umenielewa? Kwa hiyo huyo mwanamke aliweza ku maintain hiyo status kwa kipindi chote. Na mwanaume akakubali akasema kwamba niende east, niende west. Mwanamke kama wewe sitakuja kupata. Kwa hiyo juu tu Dr. Mwaka, na mwanaume yule anacherish kile kitu yaani, no matter what kwamba kuna mwanamke ambaye aliwahi kuwa au yuko tayari kusimama badala yangu mimi kufanya yanayonihusu mimi pasipo mimi kuwepo kwenye familia yangu, which is ni wanawake wachache sana wanaweza kufanya hicho. Kwa hiyo yule mwanaume anaweza akaenda kokote atakapoenda, lakini bado akarudi kwako, au akaendelea kukikumbuka kile kitu au akaendelea kukicherish This is what ambacho nafikiri nimemwelewa sana Dr. Mwaka na ambacho, hiyo legacy, ni kitu, ni kitu ambacho hiyo kutengeneza legacy ni kitu nimemwelewa sana. Tengeneza mwonekano, saloni, kucha, nywele, tunapoteza mdafu, muda, kamchukua legacy, kabeba familia. Dada Jamila, naomba ah, nikuambie ah, yoyote <laughs> uliopo sawa. Usije ukaacha kujitengeneza mwonekano. Nimesema hivi mwanzoni, kile ulicho nacho ambacho umekipewa na Mwenyezi Mungu kitunze sana. Ulipewa sura nzuri itunze sana. Ulipewa macho mazuri yatunze sana. Nikisema kuyatunza ni pamoja na maskara, yaani ule uzuri wake uendelee kutunzika vizuri vizuri, lakini usije ukasahau kutengeneza kile ambacho unatakiwa ukifanye wewe Legas. Tunza sura yako, tunza urembo wako, tunza usafi wako, lakini lazima uwe na kitu cha kipekee ambacho unasema hiki mm, atakipata. Lakini ntopa mfano rahisi. Mwaka elfu mbili kumi na mbili niliwahi kumchukua mke wangu mmoja, nikampeleka ndi, akatembea South Africa mm hmm, tembea sana tu, kuna kule na kwenye hoteli za kifahari, tukarudi. Nilimwambia kitu kimoja, mbea, mke wangu, vyote nilivyokufanyia ni vidogo sana wanaume kufanya hivyo, kupandisha ndege business class, kupeleka five star hotel wako mm -hmm. wengi sana tena wanaweza kupeleka asubuhi mm -hmm. na jioni mm -hmm. lakini kumpata mwanaume ambaye ata, yeye ana pesa yake amekukatia tiketi ya business class, kaacha kazi zake kaenda kukutembeza nchi ya nje wiki mbili kakufikishia kwenye five, seven star hotel halafu, huyo, huyo huyo achukue kamera awe anakupiga picha mitaa yote picha elfu tano. Hautampata kirahisi kabisa. Na, na, na, hapo ah, na, na, na, na, na, mchepuko, kuna watu wanafanya hivyo ambao ambao anakufanyia hivyo after three months na kuacha. Ngoja nikueleweshe vizuri. Kumpata mtu ambaye katika jamii ya Kiafrika Mashariki, mm, ana pesa za kukatia tiketi ya business class, halafu umpitishe sokoni ana kikaptura anakupiga picha wewe picha elfu moja utapata tabu sana kumpata mwanaume hivyo. Kukupa, kukupa the caring sana. Wengi sana kama hana hela kama hizo hela umetoa wewe na halafu yeye afanya atafanya kumpata ambaye pesa amekupa yeye katoa, kila hale, kitu yeye na bado uleuka yeye. Sasa haya ni mambo ambayo yanaenda pande zote mbili, siko mwanamke na peke yake au kwa mwanaume peke yake, hata sisi wanaume tuna wajibu wa kufanya vitu kwa wana ambavyo tunasema ameenda atapata mwanaume lakini, wa kumfanyia hiki na hiki, itamchukua muda. Swali kwako mwanamke mwenzangu, ambaye uko na mtu mume wako unampenda, mpenzi wako unampenda, jiulize ni kitu gani ambacho umefanya ambacho akitoka itakuwa yaani daktari alichokiongea hapa, of course, niseme tu ukweli, vingi ameongea point. mm -hmm. Yaani vingi hata mimi, kuna vingi ambavyo nimejifunza. mm -hmm. japo moyo wangu bado hautaki mgawanyo, mgawanyo yaani. mm -hmm. Moyo wangu bado umesimama nijae kwake ajae kwake. I don't want to share. Iko hivi, kwa asili mwanamke mm. Ni mtawala Mw panapotokea dosari ya kutaka kutingisha utawala wake, mm. Hapo hata sumu anaweza akashika akakunywesha ukanywa. mm. Kila mwanamke kwenye hii dunia anataka mwanaume wa pekee yake. mm. Hata wake zangu watatu, mm. kila mmoja kuna katamaa anatamani itokee kama vile ajali hivi wengine waondoke abakie ya peke yake, yes. <laughs> That is the nature okay, hivyo man. ndivyo mlivyo na tukisema tunataka tuwabadilishe tutakuwa ni wapumbavu. mm. mm. Wanawake, kila mwanamke anataka mwanaume wa peke yake, mwanaume anataka wanawake wengi wengi. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Naomba nikuulize swali. Je, haiwezekani yani, kwa wewe sasa, kwa umejiongelea wewe sasa, ongelea mm. na wanaume wenzio mm. haiwezekani mwanaume akabaki na mke wake peke yake, yani hakuna mwanaume ambaye anasema tu nimejaa kwa huyu mwanamke, nimetosha, nimekaa, nimeingia miguu na mikono? Kwa sababu wewe ndoa yako bado changa, acha nikusaidie nikufariji, kufariji mm -hmm. <laughs> <laughs> ikiongea kweli hautoupenda. Acha niongee, ni kufariji kidogo kwa sababu ndoa yako bado changa uh -huh. ili usije ukaenda kuivuruga ndoa iliyokomaa. ila nitakusaidia kitu, kitu. Haya, nisaidie. Katika maumbile ya mwanaume mm. hakuna mwanaume anayetosheka na mwanamke mmoja isipokuwa mm. awe ni mgonjwa au awe hajiwezi kabisa yeyote ambaye ni mwanaume mmoja, akabaki na mkewe mmoja, amefanya hivyo kama sacrifice, na wanaume yes. wenye kuweza kusacrifice wapo, ingawa ni wachache sana. Umeelewa? Narudia tena. Umeelewa? Narudia tena. Yes, Mwaka. Mwanamume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Mm. Mm. Ukiona mwanamume tusubiri. Nisikilize. mm -hmm, kama unataka Qur'ani, nimesoma Qur'ani. kama unataka mm -hmm, Biblia, nimesoma Biblia. mm -hmm. na kama kama we ni Muhindu, nimesoma pia Kihindu. Kwa tuache, <tutu> Sawa. mwanaume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja mm -hmm. hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu mm -hmm. na wanaume ambao wanaweza kusacrifice mm -hmm. kwa kiwango cha kuacha matamanio yao yote akabaki na wewe, hao wapo. Mm. Lakini <laughs> sio sacrifice, ni wachache sana, si asili yake. Ni kama mwanamke, mwanamke kwenda kwa mwanaume zaidi ya mmoja sio asili yake, na akienda, kuna sehemu mwanaume amekosea hiyo hata kutoka kinyume na mpanga mwanaume amemdhuru. Ngoja nimsaidie Sada dangu sababu ndoa yake bado changa. Mwanaume, msaidie mfariji, kwenye sacrifice mm. ya that extent. Inabidi ujiulize umefanya nini cha ajabu sana, kwa sababu kabla hajakuwa wewe mm -hmm. Hakuwahi kuwa na mwanamke mmoja mm -hmm. Amekuwa na wewe na abaki na wewe mm -hmm. What is so special, kitu gani ambacho sio ulichopewa? Maana ulivyopewa havina thamani, umekifanya kitu gani na unaendelea kufanya kitu gani, ifikie hatua aseme for this I will sacrifice this. Kwa mfano rahisi mm -hmm. Kuna mwanamke ambaye unakuta ni mnyenyekevu kupita kipimo akikukamata na ujinga wako, badala wa ya kutukana, kukupiga, kukufokea, unamkuta analia mezimia, mia unampenda sana, unasema sasa takuja kuua huyu mtoto wa watu, na kwa wema wake huu, kwa nini endelee kumuumiza? Unabaki kipita njiani, unaangalia, unatamani, alafu akili nasema sema utaacha, unaacha halafu <laughs> maisha yanaenda. Hilo linawezekana. Jiulize wewe kama leo hii wewe ni mwanamke unatutazama, unatuambia hivi, mimi mume wangu hatoki, tuambie pia umefanya nini cha ziada. <mimia> kama huu na ulichofanya cha ziada, unajifariji una tu. Kwa hiyo, kwa upande wa sisi wanawake, lazima tutafute kile kitu special ambacho waume zetu watakuwa wakikikumbuka, ambacho hicho, Kisa... hicho mm. kwa hicho atasema nikimkosa huyu kukipata itanichukua time kama unacho. Mm. na unaweza ukajisifia na ukajinasibu na hicho mm -hmm, ukitwambia mimi mme wangu hatoki. Mm, tunakubaliana na wewe. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika <tipadabu> meza ya HW, tuwasilishe kwako kwa mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya zaidi.